Kutokana na makubaliano haya ambayo tunayaingia leo kati ya benki ya CRDB na shule za Aga Khan, tunaenda kufanya uimarishaji mkubwa na watu wengi wataweza kunufaika katika maeneo yafuatayo. Mosi, kutakuwa kuna urahisi na kuokoa muda, wazazi hawatalazimika tena kwenda kwenye benki au kurudi shuleni mara kwa mara. Malipo yanaweza kufanyika kwa sekunde chache kupitia simu zao za mikononi, hivyo kupunguza muda na gharama za usafiri ambao hauhitajiki tena. Pili, e, wazazi wataweza kupata ripoti za papo kwa papo zinazohusiana na mambo ya shule. Shule zitapata ripoti za papo hapo kuhusu malipo yalipofanyika rahisisha upa, upangaji wa bajeti, utabiri wa mapato na usimamizi wa rasilimali. E, najua kwamba tunavyoenda kuunganisha hii mifumo yetu sasa, e, mtu akilipa malipo yatakuwa anaingia pale pale, yani instant payments na kuweza kuupdate <coughs> system za, za Aga Khan pia. Kwa hiyo uhakika wa taarifa utaweza kupatikana na hii itawapa confidence namna ya kuweza kupanga mapato yenu na matumizi yenu kwa usahihi zaidi. Lakini la tatu, uwajibikaji na uwiano wa kifedha. Mfumo huu unahakikisha uwazi kwa pande zote mbili, yaani wazazi pamoja na shule. Wazazi wanalindwa dhidi ya malipo yasiyo sahihi, huku shule zikihakikishiwa kupokea malipo kwa usalama na wakati kwa maana hiyo ni kwamba ukishafanya malipo, kwa sababu hawa wanafunzi watakuwa wana unique number, itawarahisishia sana kuweza kulipa ma, ma, ma, malipo ambayo ni sahihi, na kwa sababu hii ndio maana tunasema usahihi. Kupitia namba maalum za mwanafunzi, yaani unique identification number, zitakazotolewa zitahakikishia kwamba wanafunzi wanapata namba ambazo zitawahakikishia watakapokuwa, wanalipa, tunajua ni yeye AM, mtu sahihi amelipa kwa wakati na anastahili kupata huduma. Lakini la mwisho ambalo ni la muhimu zaidi ni kwamba sisi tumeongea na wenzetu wa Aga Khan tukasema kwamba mnawafundisha uh, wanafunzi hawa waweze kujua mambo ya kielimu. Baadhi ya elimu inayotolewa ni pamoja na elimu ya kifedha kwa hiyo tumekusudia na kwa makubaliano haya ambayo tunasaini leo yatahusianisha pia wanafunzi hawa kupata nafasi ya kufanya practical training aa, kupitia CRDB ambayo itawapa wigo mkubwa wa kuweza kuelewa elimu ya kifedha na namna gani ambapo Benki ya CRDB inaendelea kutoa mchango mkubwa tumekubaliana watapata angalau wa nafasi ya watu ishirini kwa ajili ya kuweza kujifunza kwenye maeneo haya. Kwa hiyo nadhani hili limekuja kama bonus kwenye mahusiano haya ambayo tulionayo, na naamini wazazi wengi watafurahia kuona baadhi ya watoto wao wakipata nafasi ya kuweza kushiriki kwenye mahusiano haya mazuri ambayo benki ya CRDB na shule za Aga Khan umeanzisha kama tu mwanzo wa kuhakikisha kwamba huduma nzuri inaendelea kupatikana.